Uh, leo ni mahafali ya 46 ya Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA na moja kwa moja niko na wahitimu. Nimezungumza na baadhi mm. ya wahitimu, wametuelezea safari ya miaka ambayo ameweza kuichukua katika chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo Sua, lakini hapa niko na mwanataaluma kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo Sua. Uh, leo na yeye pia ni miongoni mwa watu ambao wamechukua master degree. Bwana, hongera sana asante sana uh, tungependa uweze kujitambulisha uh, kwa majina yako mm. watu ambao wanakusikiliza na kukutazama wakati huu waweze okay, kufahamu ni nani ambaye tuko naye mm, uh, nashukuru kwa majina, naitwa Clever Anyitike Gwakabale natokea College of Forestry, Wildlife and Tourism katika ile idara ya Uh, usimamizi wa uchumi uh, wa misitu na mazingira. Asante uh, sana wewe mm -hmm. ni mwanataaluma katika chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo Sua, lakini ndio, ndio. ulichagua kurudi kuendelea uh, kitaaluma kujiongeza kujitafuta kitaaluma kupitia chuo kikuu cha Sokoine cha Kilimo Sua, kwa nini haikuwa kwenye vyo vingine ambavyo pengine ungeweza kusoma hiyo master ambayo uko nayo? Ah, nilisoma digri yangu ya kwanza hapa uh, BC forestry eh, ka, misitu eh, nilipata experience na exposure nzuri ambayo ilinipa e, uelewa mzuri katika hii sekta yetu ya misitu e, na baada ya hapo nikapata nafasi ya kurudi hapa kama mwalimu. Kwa hiyo kuongeza kisomo kwangu ilikuwa ni muhimu sana haswa hapa e, na kama tunavyojua, katika nchi yetu ya Tanzania, chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine ni chuo bora katika utoaji wa elimu ya tasnia hii ya misitu. Sa, Chuo Kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA ni bora katika utoaji wa elimu kuhusiana na misitu. Aa, ilikuwa ni safari ya na namna gani, lakini pia eh, kile ambacho umekisoma pengine kinaenda kuisaidia nini jamii ya Watanzania wa kawaida ambao wanatuzunguka na hasa umeongeza nini katika kuhakikisha kwa kwamba tafiti unazozifanya zinaenda kuongeza ukubwa eh, katika eneo la tafiti hapa nchini na nje ya mipaka ya Tanzania. Ah, asante sana na shukuru sana, na kama ulivyosema chuo cha kilimo ni bora. Siyo tu katika kufundisha darasani, lakini hata katika nyanja za research mm. Sasa nikafanya utafiti kuhusiana mm. na kuongeza thamani ile ili kukuza uchumi wa mkulima mmoja mmoja lakini hmm. pia uh, kwa taifa kwa ujumla. Hebu, hebu tuelezee hapa sasa, nini sasa kifanye kulingana na utafiti ambao umefanya wewe. Na eh, ah, nashukuru sana eh, fanya, kwa utafiti niliyofanya nimegundua kwamba kwanza uelewa eh, eh, wa wakulima na wadau wote katika mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu hmm. Wanaelewa mdogo sana kuhusiana na matumizi hmm na fursa zilizopo katika e, matumizi ya mazao taka ya misitu. Kwa hiyo mm. E, utafiti wangu umekuja na majibu e, kuonyesha kwamba kuna haja ya wadau mbalimbali, hasa serikali, lakini pia vyuo vyetu vikuu kufanya programu ya kuwezesha wale watu wapate kutambua, lakini baada ya hapo kuchukua hatua zaidi mbele. Baada ya hapo kutambua nini kifanyike sasa, kuwawezesha serikali kuingiza wadau kwa namna hiyo kwa katika Uh, mazao taka ambayo yanatokana na misitu ndiyo, eh, kuyabadilisha ndiyo. Na kuweza kuongeza thamani uh, kwenye jamii yetu ambayo tuna, uh, tuna inatuzunguka. Hebu tuambie sasa ndiyo, uh, ndiyo. Uh, uh, tufanyaje? ni kwamba tume, tume, tume, uh, tu, tunasema tumezikata mbao si ndiyo? ndiyo, ndiyo, na yamebaki mabanzi au zimebaki zile chembechembe zake ndiyo, sisi ndiyo. kama jamii wewe unaona uh, tufanye nini ili tuweze kutambua kwamba hii kitu kumbe tukikipeleka sokoni kina uwezo wa kufanya vizuri? Ah, nashukuru kwa swali zuri na e, e, nilifanya utafiti huu katika wilaya ya Mufindi ambayo ina asilimia kubwa ya msitu, eneo la msitu Tanzania, zaidi ya asilimia 40, kwa mazao ya kibiashara ya mbao. Sasa katika mazao taka yanatokana kuanzia ukulima mkulima wa chini mpaka mchakataji wa juu, kwa kuna mazao taka kama mabanzi e, kuna mazao taka kama pumba zinazotokana na kupasua mbao e, lakini kuna vipande vidogo vidogo katika kukata, kwa kisha mazao yanatoka e, zile bidhaa zinatoka katika size inayotakiwa. Mazao taka ni mengi sana, na ulimezungumzia katika namna gani sasa yatumike. Aa, kwa experience nilivyopita kule, e, kuna viwanda aina mbalimbali mbali na viwanda vinatengeneza mkaa e, kutokana na ule ile pumba inayotokana na e, kutokana na upasuaji wa mbao. E, na hizo bidhaa zinasafirishwa mpaka nje ya nchi hmm. Lakini sasa, kwa hiyo ni kwa viwanda vikubwa, wakulima wadogo wadogo wale au wadau wanafaidika namna na gani? Tumeona kwamba e, kutoka katika field ya research yangu nimegundua kwamba watu walitumia kuwezekea mabanda ya wanyama badala ya kutumia mabati ambayo ni expensive, walitumia wale mapumba lakini pia kuwekea e, sehemu za kulala wanyama. E, lakini pia mabanzi na nini walitumia katika fensi, lakini kubwa zaidi e, kama tunavyojua e, jamii zetu za Kiafrika e, tatizo la kupata e, chanzo cha cha, cha, cha nishati. Kwao wanatumia zile kama kuni. Kwao tunapunguza mlundikano na msongamano wa takataka na kurudisha katika e, matumizi mazuri, kuweka jamii yetu katika hali ya usalama lakini pia uchumi wa taifa na dunia kwa ujumla. Najua sana sana, na mambo mengi na mimi ni kushukuru sana kwa wakati wako Clever, umeweza kutuelezea mengi zaidi Ndia, uh, msikilizaji na mtazamaji yeah, uh, umeweza kuona, na hiki ndicho ambacho yeye anaenda kukifanya kama mwanataaluma, lakini pia ametupa jukumu eh, kupitia kwenye utafiti wake kwamba kumbe kwenye mazao taka manatukana na thamani zile za matumizi um, um, uh, ya yale tunasema rasilimali misitu sindio? Ndio, ndio, ndio. Uh, basi tunaweza tukayatumia, mm, vema kabisa na mm, mambo yakawa mazuri na mwisho wa siku uh, tukanufaika pakubwa mno kabisa, tukasogea kutoka hapa ambapo tupo yeah, kuelekea sehemu nyingine Clever. Mimi nakushukuru sana na asante sana na usisite kuendelea na PhD. Kabisa, kabisa. Nashukuru sana. sana. Asante, asante, asante. Asante. Asante.